Watanzania, sijui nawaeleza vipi, sijui nawapeni moyo vipi. Sasa hivi tumefika muda wa majeruhi, ambao Samia na mafisadi wenzie na wanamtandao wanatumia kila kitu wanachoweza walichonacho, ili kuwavunja moyo, ili kuwaonyesha kwamba maandamano, haya maandamano hayatotokea. But trust me, wa Tanzania, I wish mgeelewa, mpo karibu how close you are kuipata nchi yenu, sijui naeleza vipi, ndugu zangu, sijui naeleza. Mi naongea because mimi naongea na, na makaptain wa majeshi ndugu zangu, this is why I'm talking to you. Naongea na, na mapolisi ndugu zangu, the encouragement yani wale ndo wananipush, huwezi kuamini guys, tarehe ishirini na tisa Oktoba saa kumi na mbili kila mtu aweke alamu, nchi nzima, kila mwananchi aweke alamu, tarehe ishirini na tisa saa kumi na mbili asubuhi, kila mtanzania at the same time, toka nje, toka nje, nenda kwenye barabara kuu. Kila mtu, nawaambieni, jeshi lenu lipo tayari li, jeshi lenu lipo tayari, but lazima nyinyi mwonyeshe na nyinyi mko tayari. Mi sijui nawaambieni vipi, ndugu zangu, wanajeshi wenu wamejitoa, kina Captain Tesha wameriski waiwao wamejitoa kufanya hii kazi like, hawawezi wengine wakajitoa wa, wa, wa, wa kufanya walichofanya Captain Tesha, kwa sababu watapunguza nguvu ya kuwasaidia hata ishirini na tisa wakishajulikana sasa hivi. So nawambana nawaambia na wainsist, jamani, mnashinda Watanzania hata ishirini na tisa mnashinda, mnawaondoa hao. Ndugu zangu, mna jeshi nyinyi, sijui nawaeleza nini Mnashinda, msimsikilize mtu yoyote anayewatoeni moyo. Sahivi anawambia, anawapitishia vifaru. Hawa wanaoendesha hivyo vifaru wako na nyie, trust me, tarehe ishirini na tisa mtaona maajabu. Tokeni, tokeni saa kumi na mbili tokeni. Hawawezi kuwa nchi nzima, hawawezi kufunga nchi nzima, hawawezi, hawawezi. Cha msingi ni kila mtu, kila mtu, nchi nzima ta, saa kumi na mbili wote muwe barabarani, naambeni masaa mawili Samia yayupa, kila mtu akitoka ndani. Lakini mkileta uoga wa kisenge, ndugu zangu, msipofanikiwa ta ishirini na tisa mmekwisha, nchi imekwisha, mmekwisha ndugu zangu, mmekwisha, rasilimali zote zinaondoka, Wanyama, watu wanaondoka, matanzanitu ataondoka, marithiam yataondoka, makaa mawe yataondoka, kila kitu kitaondoka. Mtabaki tu hapa kulipa makodi, kulipa matozo, ili watu waendelee kununua Rolls Royce. Ndugu zangu, tarehe ishirini na tisa nchi nakombolewa hii, believe it, mnaipata nchi yenu. Amini hapa, piga kifua, mnashinda, mnashinda. God damn it!